Ahlan wasahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi ikiwa inaitwa Mchumajanga hulana wa kwao, sehemu ya ishirini na saba. Sehemu ya ishirini na sita tulipoishia Tuliona sauti ya huyu askari wa kuitwa Chacha Mwita ikiwa ina ijibu sauti ya mzee Baruzuye ambayo ilikuwa imezungumza pia na kusababisha masikio ya askari Roida pamoja na Bizanura Kabindi ili waweze kuwa viziwi. Hatimaye ikasikika sauti ya bwana Chacha, askari huyu ikiwa inasema wataonyeshana. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo tulipoishia, na pia ambapo tulipoishia tulimuona Zanura Kabindi ameacha kabisa kuwa muoga baada ya pressure ile ambayo anayo baada ya kuwa amekumbatiwa na askari Roida, kwa sababu alikuwa anamfahamu kabisa kwamba huyu ni mwanamke ambaye ana pressure kubwa sana, na kwanza walikuwa wametokea hospitali, na alikuwa anaelewa kabisa kwamba huyu mwanamke ni mwanamke mwenye pressure sana lakini askari Chacha aliweza kuiondoa hiyo kwa sababu aliamuru na kupuliza, na hatimaye hiyo ikawa imeondoka. Sasa mzee Baruzuye amerudia tena kuwapa ulemavu mwingine wa kuwaziba masikio, na hatimaye ikasikika sauti ya askari Chacha Mwita akiwa anamwambia kwamba wataonyeshana, na kila mmoja akiwa anajigamba kutokana na namna jinsi ambavyo uwezo alionao. Huyu anasema ni mchawi mkubwa sana, kwa hiyo ataendelea kuwaroga na huyu askari ataendelea kutegua. Mzee Baruzu huye anatega, askari Chacha anategua lakini hapo ametega sasa. Askari Chacha naye anajibu mapigo, anasema wataonyeshana leo. Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi Zero, Baba Sam the King. Kama haujasubscribe chaneli yetu, angalia hapo chini ya video hii, kuna kitufe chenye rangi nyekundu ambacho kina alama ya kengele, tafadhali gusa hicho moja kwa moja, utakuwa mwanafamilia wa channel ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Chochote kile ambacho kitakachokuwa kinaendelea hapa, utakuwa ni wa kwanza kukipata kwa sababu utakuwa ni mwanafamilia. Tunachokuomba subscribe, like, share Comment ili tuweze kupata mchango wako. Sasa karibu sehemu ya 27 ya simulizi hii. Mchuma janga hula na wakwao. Sasa unataka tu, tuweze kuonyeshana sasa. Tunaanza kuonyeshana namna hii, wewe umejifanya kwamba wewe ndio ambao unayojua kila kitu. Sasa ninasema hivi, ninaamrisha sasa. Wewe umeamrisha kwamba waweze kuwa viziwi, sasa mimi na, naamrisha waweze kupona, naamrisha waweze kupona. Sasa huo uziwi kuanzia sasa hivi, ninasema toka muraha baada ya kuzungumza maneno kama hayo, moja kwa moja, zile kama edifons ambazo zilikuwa masikioni zikawa zimetoka. Baada ya kuwa zimetoka, askari Roida alishangaa sana, na wote wakiwa wamesimama pale pale mlangoni kwenye duka pale, wakiwa hawana namna yoyote ile ya kufanya lakini bwana Kijangwa yeye amejilaza tu chini, anasikia yale yote ambayo yanaendelea kutokea, lakini hana namna yoyote ya kufanya, kwa sababu ameamua kujituliza asikilizie ni kitu gani ambacho kitakachoendelea. Kama endapo ni kufa, basi yeye yuko tayari, kama ni kufa afe tu. Yaani alikuwa ameshajiandaa kwa kila namna ambayo itakayoweza kutokea, na ndiyo maana aliamua kunyamaza kimya ili aone nini ambacho kitakachoweza kutokea huku akiwa hapo hapo chini na yeye akiwa anatetemeka kwa hofu, lakini hofu yake si ya kawaida ambayo sio ya presha. kwa hiyo alichukulia ni hali tu ya kawaida, kwa sababu hayo ndo yameshatokea, hakuna namna. Lakini wakiwa wanaendelea kuangaza hapa na pale, lakini licha ya kuangaza hapa na pale, mwanga ulikuwa hauonekani, kwa sababu tayari kuna giza ambalo limefunika hilo duka maanake hilo duka tena. Hata kama akija mtu ambaye ana anayasikia haya ambayo yanaendelea kutokea, maanake moja kwa moja anaweza kashitukia tu huko mbele kunakuwa na wingu, kama vile kuna wingu, lakini kumbe ni giza ambalo limetanda, lakini huku nyuma ambako anakuacha penyewe pako vizuri kwa sasa. Hicho ndicho ambacho kilichoweza kutokea na hatimaye ikasikika tena sauti ya mzee Baruzuye ikiwa inajibu mapigo, ikaanza kuzungumza huku ikisema Kamara. Unajifanya wewe ndio unayojua, unajua kila kitu, si ndio? Sasa ngoja wewe, umejifanya kwamba unafanya hivyo, sasa mimi naondoka hapa, ninatoka katika hili dukarenu, ninawaachia kabisa kabisa dukarenu, naondoka sasa. Ninachotaka niende kukifanya, ninataka niende nikaingia gerezani na ni mtolee uhai kwa muda huyo. Hey, wavuti wenu ambaye anamkimbiza mwanangu, hey, mjukuu wangu. Mimi sio wa kukaa na kimbizwa kimbizwa. Yeye mwenyewe ndo aliyempa hicho kibarua, leo hii anaanza kumkimbiza kimbiza. Anamkimbiza nini? <laughs> Haujanijua. Ngoja niende ni ni nikatekeleze kinachokisema. Haya, anaondoka. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, tayari sauti ya askari Chacha ikaanza kuzungumza huku ikisema ninajua, <muchas> <muchas> tu kama endapo ngeweza kuniheshimu kuni kwa sababu tungeendelea kubishana hapa siku zote, zote mchawi na mganga, elewa mimi hapa natibu, na tibu na mnaondoa uchawi, wewe hapo ndo unakuja kusababisha uchawi. Kwa hiyo usingeweza kuniweza hata siku moja, naenda kamtolee uhai kama kweli wewe unaweza. Sasa ninatuma kinga kule kule aripo, aripo bwana wavuti, na hatimaye kibaya chochote kile, kisimkute, kinga, kisimkute. Kinga, Inga. Ondoka. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, moja kwa moja ile hali ya giza ilipotea, hatimaye wakaja kujikuta kumbe ni wakati ambao ni ule ule ambao walipokuwa, na walijikuta wakiwa pale pale na hatimaye Bizanura alianza kutembea na kuanza kuondoka eneo hilo la duka kwa yale aliyoyaona, akaona ah, ni freshi tu, kwa sababu yamejitokeza watu wanabishana kutokana na uwezo wao, hakuna tatizo. Kwa hiyo kilichofanyika, ikabidi akubaliane na kile ambacho kinaendelea, na hatimaye akaondoka moja kwa moja. Baada ya kufika pale nyumbani kwa mzee Wavuti, kwa bwana wa Vuti, kuja kuangalia pale mlangoni, akakuta mlang, mlango umerudishiwa. Kwanza kusukuma ule mlango akakuta ni kama vile ndani umefungwa, na hakuna mtu yoyote yule anayezungumza wala hakuna mtu yoyote ambaye anaongea. Akaanza kushangaa mwenyewe anza kuzungumza huku akisema mm. <sighs> Yaani, kwa haya yote ambayo nimekutana nayo, lakini bado tena kuna vitu vingine ambavyo vinaendelea kunizonga kuni ni nani ambaye amefunga sasa huu mlango? na amefungia kwa ndani, akiwa na maana gani? Mwanangu yuko humu ndani na nilimwacha sijui hata kama ni mzima. mm! kwa vimbwanga vyote hivyo vilivyotokea, kweli mwanangu anaweza kuendelea kuwa mzima? E Mungu, naomba uwe umemlinda, kwa sababu tofauti na hapo, mwanangu atateseka sana. Nakumbuka sikuwepo mm. Mtafanya nini mie? Nakumbuka ni kama vile Doris nimemwacha kwa dokta, ni kama vile, na mimi siwezi kwenda moja kwa moja kwa dokta kule kwa sababu mwanangu yuko humu ndani, nampataje jamani? mm. Ee Mungu nisaidie. Akiwa anaendelea kujizungumzia yeye mwenyewe, moja kwa moja askari ya Roida alitokea na akaanza kuzungumza huku akisema mm. Rafiki yangu umeona hayo yote yaliyokuwa yakijitokeza e, ni hali ya kawaida. Naomba tena presha isije tena ikaanza kukusumbua sawa, ukae utulie rafiki yangu wewe, kwani humu ndani kuna nini? Zanura akazungumza huku akisema hata mi mwenyewe shoga, hata sijui, lakini nimekuta tu mlango umefungwa. Nakumbuka humu kuna mwanangu Firomena na sijui kama atakuwa ni mzima. Askari Roida akazungumza huku akisema, mm. Mbona anajaribu hata kusukuma, lakini hata haufunguki kwa hiyo inamaanisha kwamba huyo mtu aliyopo humu ndani, yeye ndo hataki kufungua. Au ngoja tujaribu kugonga tuone. Hapo ndipo ambapo askari Roida alianza kugonga ule mlango, huku akibisha hodi. Hatimaye ndipo alipoweza kusikia sauti ya mzee Kashero humo ndani ikaanza kuzungumza. He. Karibu jamani. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, moja kwa moja walikuja kusikia mtu anakuja, na hatimaye akaufungua mlango. Baada ya kuingia ndani, tayari mzee Kashero akawa ametoka nje baada ya kutoka nje, alivyoenda kuangalia katika kitanda, Bi Zanura akakuta Filomena amesinzia. Hapo ndipo angalau alianza kuwa na amani ya moyo, lakini alianza kujihoji kichwani kichwani, huku aki akitaamaki je mtoto wake atakuwa ni mzima au atakuwa melala moja kwa moja, maana hakujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea. Na mpenzi msikilizaji, wa simulizi za sauti sehemu ya ishirini na saba ya simulizi hii mchuma janga hula na wakwao Imeishia hapa. Tumemwona baada ya vimbwanga vyote hivyo kutokea Bizanura, baada ya mwangaza kutokea, baada ya sauti ya mzee Baruzu yekuwa imeondoka na hatimaye sauti ya askari Chacha ikisikika kwamba inatuma kinga kule kwa bwana Wavuti alipo mahabusu, ambapo amefungwa. Moja kwa moja mwangaza ulipojitokeza, manake moja kwa moja kila mtu aliamka na akajikuta amesimama. Hapo ndipo ambapo Bizanura aliamua kuanza kutembea moja kwa moja na kuja nyumbani kwake, atoke maeneo ya duka, na akakuta mlango umefungwa na hatimaye alivyojaribu kuugonga ukawa hakuna mtu ambaye anasikika kwamba yupo humo ndani. Akajaribu kufungua mwenyewe, lakini akagundua kwamba umefungiwa kwa ndani. Na hatimaye alivyokuja askari Roida walivyoanza kuzungumza kwa pamoja, ndipo askari Roida alipoamua kubisha hodi. Sasa na hatimaye ikasikika sauti ndani ya mzee Kashero, hatimaye akaja ndo akawafungulia yeye, akatoka nje, na alivyoingia ndani, Bi Zanura alikuta mtoto wake Firomena akiwa amelala kitandani. Sasa hapo ndo akawa amehamaki na kuanza kujiuliza, je, mtoto wake atakuwa ni mzima au ndo amepitiliza moja kwa moja, yaani kulala ndo amelala tena, hato kuja kuamka Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe hasdi zero two, Baba Sam the King. Kama endapo umependezwa na simulizi zetu hizi, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu chenye alama ya kengele. Unaweza ukakigusa moja kwa moja, utakuwa umesubscribe, utakuwa umejiunga na jumuiya au na wanachama au na wafuasi wa channel ya Baba Sam the King Tanzania TV channel na utakuwa ni wa kwanza kabisa kupata makala mbalimbali mbali pamoja na simulizi zinapokuwa zikiwekwa hapa. Nikusihi tukutane tena sehemu ya ishirini na nane ya simulizi hii mchuma janga hula na wakwao. Ni kuage, niseme kwa heri kwa sasa.